Miradi mingi imekuwa ikigusa wakina mama, iwe maji iwe barabara iwe elimu kila kitu. Miradi iliyotekelezwa hapa ilikuwa imekinagusa wakina mama. Wanaona wakinamama wa Mwanza kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake, na ukizingatia kwamba yeye ni rais wa kwanza mwanamke tangu tupate uhuru, amefanya kazi kubwa sambamba na watangulizi wake, ameendelea kuonyesha uwezo mkubwa kwamba anaweza. Hebu tupile makofi. Mlipa wakasema na kumfikia eyo, setani wewe, ndio mwakilishi wake, wakasema madam, leo utakuja kwenye ishuguri. hii shughuli hii, kamati kwa niaba ya wanawake wote walioko hapa na walioko nyumbani, na kwa mujibu wa sensa wako wengi, wakasema tumpe mheshimiwa rais maua yake, na maua waliomwandalia mheshimiwa rais, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaomba wameshanikabidhi, mimi ninavyo na tuko salama kabisa kwenye mikono salama ya mimi mkuu wa wilaya ya Nyamagana, wanawake wote, viongozi wote kama anavyowajua, mashirika yasiyo ya kiserikali, wakiwemo na wabunge wetu, madiwani, wenyeviti wa mitaa, mashirika mbalimbali, wanawake kwenye mitaa, wamama wa nyumbani, wafanya biashara, wakulima, wafugaji, wamemwandalia Mama Samia Suuasa, ni rais wetu tuzo ambayo ni ya shukurani kwa mambo aliyotufanyia. Naomba wanakamati roteli zawadi zetu hapa mnisaidie kusogeza haraka haraka, msogeze haraka haraka na mama mwenyekiti, na kwenye tuzo hii naomba sasa tumlete mama makali na mwenyekiti mweze mweza kukabidhi tuzo hii kwa ajili ya Mheshimiwa rais wetu. Na hapa ningetamani wasindikizwe wasindikizo na wabunge wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jambo hili kubwa.

Oktoba kuthibitisha kwamba kweli tumenunua tumenulua wakina mama wamekuja na risiti ambaye zolipa moja kwa moja kwenye mfumo wa serikali, na mambazo tayari yamesh kwenye bahasha yameshailia kwenye, ya kwenye serikali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunaomba kukukabidhi Mheshimiwa Rais anastahili kuombewa baraka, maana penye mazuri na watu wabaya wanaweza wakaja msobe kwenye mfuko. Tafadhali wamempatia wame vitabu vya dini vya, vya hapa. Nikiwa nimeomba viongozi wetu wa dini tuwape heshima yao, kuna baba viongozi wetu wa dini, tuje mumkabizi mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ili atufikishie kwa mama, kwa sababu tunajua kazi aliyonayo ni kubwa ya kutumikia taifa letu kazi aliyonayo mwaka huu ni kubwa, inahitaji jua na sala, ili tumweke mbele mama yetu. Mungu amjalie atembee kama maji, asikwame popote, aendelee kutumikia Watanzania, aendelee kutuletea maendeleo. Wanawake wa Tanzania tunaomba kwa kabisa. Mama mwenyekiti wa, okay. wa mkoa naomba usiende mbali na mama yele ni Bugoi, naomba usogee kwa heshima kabisa na unyenyekevu, na nakuomba dada njoo, dada njoo, tafadhali njoo, dada njoo, njoo, njoo. Kwa heshima na unyenyekevu tumkabidhi chifu sasa, hana maneno yake kwenye chifu na inashinza kusema, kwa kuwa ni chifu akinye chifu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilivyo hivi. Kwa hiyo huyu mama tunamzawadia hii zawadi, sisi wanawake wa Mwanza. Ongeleni sana, aendelee kutuongoza mama yetu Chikuhangaya, mama Chikuhangaya, asanteni sana. Na kabidhi huu singa kwa mtu wetu wa mkoa atufikishie salamu wanawake wa mkoa wa Mwanza atakapohudhuria tarehe nane siku ya wanawake duniani. Asanteni sana. salamu za wanawake wa mkoa wa Mwanza pamoja na salamu za Mheshimiwa Rais. Wanawake wa mkoa wa Mwanza wamesema, niseme nisiseme, nilonge nisilonge, wamesema wanakuona na wewe mkuu wetu wa mkoa, unatembea jua lako, mvua yako, kuhakikisha haya mabilioni yaliyokuja yanasimamiwa vizuri na wananchi wa mkoa wa Mwanza wanapata maendeleo. Wanawake wa Mwanza kwa uongozi wako uliotukuka ambayo kwa kweli hujapata kutokea, wanakukabidhi na wewe tuzo ya shukrani kwa kazi njema unayofanya. Tunaomba viongozi so. Mheshimiwa MKI, naomba msogee. Mwenyekiti mwenza, naomba msogee. Mwenyekiti wetu wa mkoa naomba usogee. Na mama MMEKI, naomba msogee, tuzo hili kubwa sana, na mama Magale ukiwemo, mumkabidhi Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, msogee so. niwakape na baba maana tunajua bila baba mama Dkt. Samia sosani asingeweza. Tumpongeze sana baba yeni mpenzi wanam nakipekea nakoplea mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania. Yeah. Na simu ingine ni mama yetu kipenzi mke wa mkuu wa mkoa wa Mwanza, yeah. Nawaomba mrieanileangu mlete mama Dasi nyaelemela bebi nyaelemela, njoni na mama hapa mbele tuweze na mama kumpa maua yake. Sasa mwenyekiti wetu mkabisi na mwenyekiti mwenza wako wapi? Naomba kumkabisi tafadhali kiaaamoa wa kasiri Mama, Mungu akubariki sana. Sasa <coughs> mama usiondoke, mama usiondoke. Wakina mama pia, mheshimiwa mkuu, mkuu wamejua mna kazi nyingi nao mnachoka, wamealetea mbuzi <coughs> nzuri, mwenye mimba <coughs> na yeye ameshalipiwa kule Mabuki kwa thamani ya shilingi laki nne na risiti yake iko hapa. Yeye mwenyewe mtachagua mpeleke zizi gani. Wakina mama mliovaa vitenge vya mama Samia, sogeli

lakini walichofanya utafiti wakina mama wa Mwanza wanaona kuwa mkuu wa mkoa akivaa kitenge anapendeza <laughs> lakini vile vile anakuwa na kazi nyingi sana, zinakuwa na joto. Wakasema wamkabidhi kitenge mkuu aweze kushona kwa ajili ya kitenge cha kazi, na hapo unatoa shati nne kitenge kikubwa kabisa misi nane utatoa shati nne, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza na kuja jukwaa kuu wakina mama wote tumpe zawadi ya kucheza naye na tuletee wimbo mzuri sana wa, wa kucheza na mkoa mkoa. Kwa heshima na unyenyekevu na taadhima, nichukue nafasi hii sasa kwa unyenyekevu kukukaribisha sasa, nyie mkae eh. Kukukaribisha kwa heshima kubwa uweze kuongea na sisi, na tuko tayari kupokea maelekezo yako. Karibu sana, Mheshimiwa mkuu. Mmefanya kazi nzuri sana ya kuandaa sherehe hii katika uwanja huu wa Nyamagana, ongereni sana na asanteni sana. Lakini pia niwashukuru kwa kunipa nafasi ya kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ambayo tunayafanya kwa ngazi ya mkoa hapa Mwanza tukiwa tunafahamu kwamba tarehe nane yaani kesho kutwa itakuwa ni maadhimisho ya kitaifa na mgeni rasmi atakuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule Arusha, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru kamati ya maandalizi kwa zawadi nyingi nyingi ambazo mmezitoa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila shaka, wanawake wa Mwanza mmemheshimu na kumheshimisha rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, asanteni sana, na zawadi hizi zitamfikia zita mheshimiwa rais kupitia wasaidizi wake. Kwa hiyo kwa niaba yake tunawashukuru sana Kamati ya maandalizi na wanawake wa mkoa wa Mwanza kwa zawadi hizi muhimu. Nami pia niungane kuwashukuru pia kwa zawadi ambazo mmenipatia mimi na familia yangu katika siku hii adhimu ya leo, tunawashukuruni sana, kwani kutoa ni moyo sio utajiri. Kwa hiyo zawadi hizi ni chachu kwetu kuendelea kuwatumikia wananchi wa mkoa wa Mwanza. Deni la hisani ulipo kwa hisani, hivyo kwa wema mkubwa uliotufanyia wanawake wa mkoa wa Mwanza, sisi wanawake wa mkoa wa Mwanza tunakuahidi kuendelea kukuunga mkono, uh, kumuunga mkono Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii yote ni ili kuendelea kuliongoza taifa letu kipindi kijacho. Namwombea sana mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kama mwanamama shupavu. Mungu azidi kumpa hekima na busara, atuongoze vema na ni mfano wa uongozi. Kuna viongozi lakini kuna viongozi bora. Rais wetu ni mwanamama kiongozi bora, kiongozi shupavu ambaye anajitambulisha kwa vitendo vyake. Hapa sasa tunavyozungumza, wilaya yetu Ukerewe, tuna ya tunakwenda kujengewa hospitali yenye hadhi ya rufaa zaidi ya bilioni 26 itajengwa hospitali hili. Kwa hiyo tuna kila sababu, tuna kila hoja na haja ya kumpongeza rais katika utumishi wake kwa watu wote wote. BMG, Pamoja Daima.